Ya, mimi naitwa Nuhu Msangi ni baba mdogo wa marehemu na msemaji wa familia. Tumekaa kikao chetu tumekubaliana kwamba marehemu wetu tutaenda kuwahifadhi upareni siku ya Jumatano. E, ibada itafanyika hapa siku ya Jumanne baada ya kumaliza ibada tutaanza safari ya kuelekea upareni kuwahifadhi wapendwa wetu. taratibu zingine, tunashukuru Jeshi la Polisi limetupa msa, ushirikiano wa kutosha. Kwa upande wao wamekamilisha taratibu zinazotakiwa ili sisi kuweza kwenda kuwahifadhi ndugu zetu hawa, kwa kesho na kesho kutwa tafanya taratibu za jinsi ya kuiacha familia au kuangalia ulinzi wa hapa nyumbani ili tukisafiri kuweze kuwa na usalama unu. Hapa miili bado hatujakabidhiwa, lakini taratibu zote zimeshakamilika kule. Tumeambiwa saa yote tukitaka kuzichukua tunaweza kwenda kwenda kukabidhiwa. Kwa hiyo wameshakamilisha taratibu zao, ni sisi tu kwenda ku kuwaambia kwamba tunaondoka, wanatukabidhi miili. Ibada labda ratiba ya nyumbani kule watakapokwenda kupumzishwa iko vipi? labda na ilo eneo ambalo wanakwenda kupumzishwa ni eneo la familia ambalo lilitengwa kwa ajili ya familia, ama taratibu gani zime e, kitoka hapa tutaenda kumhifadhi marehemu ma wetu hawa nyumbani kwake ana nyumbani kwake. Kwa hiyo pale nyumbani ndio ibada zitafanyika pale. Ratiba kamili ya siku ya tukio yote tutaitoa kabla ya siku hiyo, na tutawagawia ndugu, marafiki na majirani watakaoweza kushiriki kwenye tukio hilo, waweze kushiriki. Wale ambao wanatamani wana kuwa sehemu ya, ya, ya ushiriki kwa maana ya kusafiri na familia, labda kuna taratibu za kuchangia na zikoje, labda kwa watu ambao wana wanafamilia na watu wengine ambao wanataka kuambatana na familia ya wanafamilia, magari yameandaliwa kwa ajili ya kuwasafirisha, lakini wale waombolezaji pia magari yataandaliwa, watu wataorozeshwa ambao wana kusudio la kwenda kushiriki tukio hili, na nauli ya kwenda na kurudi ni elfu hamsini kwa mtu mmoja, kwa wale ambao watapenda kwenda kushiriki, na ni kwenye hayo magari ya kukodi ambayo yale ya familia kama yakijaa, wengine watakaozidi utaweza kuwaandalia magari ya kwenda na kurudi, pamoja na ruhusa ya kuchukua miili ya wapendwa wetu. Kuna taarifa yoyote ya ziada ambayo labda Jeshi la Polisi imewasilisha kwenu kama familia juu ya tukio hili? E, taarifa hamna, isipokuwa wameahidi watatupatia taarifa, maanake nao wameanza uchunguzi wao mkali kulingana na taratibu zao. Kwa hiyo wameahidi, na RPC mwenyewe alituahidi kwamba watatoa taarifa na anaamini kwa utaalamu wao watapatikana waliofanya tukio hili. Kwa hiyo hilo tumeliacha kwao. Tunashukuru kwamba wametupa ushirikiano wa kutosha kwa kipindi chote mpaka hapa tulipofikia, na kuna majukumu mengine ambayo yalikuwa ya kwetu, lakini wameamua kutusaidia kuyatekeleza ili kufanikisha kwenda kuhifadhi hiyo miili. Utaratibu huu wa kwenda kuwapumzisha nyumbani ni utaratibu rasmi wa kifamilia au labda ni matakwa ya wapendwa wetu wakati wakiwa hai kupitia usia? Ni utaratibu wa kifamilia, kwamba watu wakifariki mara nyingi wanaenda kuzikwa nyumbani. Kwa hiyo na yeye alisema akifariki, au kwa kawaida tunaenda kuwazika huko nyumbani. E, tumeongea, tumewasiliana na viongozi wa kanisa eneo hili wenyewe watatupa ule utaratibu wao, na hiyo ratiba tutawapa kwa majirani na wageni wote wanaohudhuria hapa. Kwa hiyo kesho tutaenda kuonana na mwenyekiti wa parokia hapa, atatupa ule mwongozo, maana walituambia kama ni kesho tuwaeleze tukishakuwa tayari. Sasa tulikuwa tunasubiri taratibu za leo zikamilike, ambazo leo zimekamilika, lakini tunaona muda umeisha, hatukuweza kwenda kuwapa taarifa. Kutokana na hali hiyo, itabidi Jumatatu tukawape taarifa ili wajiandae kuweza kututupa hiyo huduma waliokusudia kutupa kesho. Walituambia wako tayari kwa wakati wowote utakapokuwa tayari. Kwa hiyo na sisi tutawapa taarifa kesho, waweze kufanya huo taratibu kulingana na taratibu zao kuweza kutuhudumia wapendwa wetu. Wote watakwenda kupumzishwa sehemu moja ama, uh, kuna namna ambavyo familia ya mama ina mawazo ya tofauti. Wataenda kuhifadhiwa sehemu moja. Pia napenda kuwashukuru majirani zetu wote na marafiki na ndugu kwa kutukimbilia kwa kipindi cha kuanzia leo na kwenda mpaka siku ya kusafiri. Tunaomba majirani waendelee kutupa joto, kuwa karibu na sisi, tuweze kuwa na hawa watoto, kuwapa faraja, maana tukio hili linawatisha, na bila watu kuwa pamoja, kuna nani kusaidia kupondoa hilo tatizo? Takuwa tunawaomba sana majirani na marafiki waendelee kuja hapa nyumbani mpaka siku ile tutakapokuwa tumekamilisha utaratibu wa kuondoka kwenda kuwahifadhi wapendwa wetu.